Roho ya mchawi iliingia ndani yangu na kunifanyisha kazi ya kufua makaburini ili yapate pesa. Je, nitaweza kutoka kwa mtego huu? Nilipoteza utu wangu, nilipoteza nywele, nikawa mtumwa wa mizimu ya giza. Lakini mwisho wangu utakuwa upi? Kule Korea Kusini, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na mashamba madogo ya mpunga, aliishi msichana mmoja aitwaye Joana. Alitoka katika familia maskini sana, familia ambayo kila siku walihangaika kupata chakula cha kutosha. Licha ya hali hiyo, Joana alikuwa msichana mwenye bidii, mwenye akili na mwenye ndoto kubwa. Alijua kuwa njia pekee ya kuinua familia yake ilikuwa kusoma kwa bidii. Tangu akiwa mdogo alijitahidi shuleni na hakuruhusu changamoto za maisha kumvunja moyo. Wakati marafiki zake walikuwa wakicheza, yeye mara nyingi alikaa akijisomea vitabu kwa taa hafifu ya kandili. Wazazi wake walikuwa wakimwangalia kwa faraja kubwa, wakiamini kwamba siku moja juhudi za binti yao zingewaletea mwanga. Baada ya miaka mingi ya kujitolea, Joana alimaliza shule ya sekondari kwa heshima kubwa na akaendelea hadi chuo kikuu Ndoto yake ilikuwa kupata kazi nzuri, labda katika kampuni kubwa jijini Seoul, ili aweze kulipia madeni ya wazazi wake na kununua nyumba nzuri kwa familia yake. Alipomaliza chuo, moyo wake ulijaa matumaini, lakini hali halisi ya maisha haikuwa rahisi. Alianza kutafuta kazi kila mahali. Aliandika barua nyingi za maombi, akapiga simu na hata kuzunguka ofisi moja hadi nyingine. Mara nyingi alipewa jibu moja tu, tunaomba radhi, hatuna nafasi kwa sasa. Wakati mwingine hata hakujibiwa kabisa. Miaka miwili ilipita na Joana akajikuta bado yuko nyumbani akisaidia mama yake kupika na kulima shamba dogo, huku ndoto zake zikififia taratibu. Siku moja, alipokuwa akipitia kwenye simu yake, aliona tangazo la kazi. Ilikuwa ni kazi ndogo ya kufua nguo. Kwa wengi kazi hiyo ingeonekana ya aibu au ya thamani ndogo, lakini kwa Joana ilikuwa mwanga wa matumaini. Alimwambia mama yake kuhusu tangazo hilo. Mama yake alimwangalia kwa upendo na kumshauri, binti yangu, usione haya kuanza chini. Wengine wote waliopanda juu walianza chini. Fanya kazi hii kwa moyo, Mungu atakupandisha. Joana alihisi nguvu mpya ndani yake, aliamua kujaribu. Jioni hiyo alipokuwa akitembea barabarani, simu yake ililia. Ilikuwa ni kutoka kwa wale waliokuwa wametoa tangazo la kazi. Sauti ya mwanamke mkongwe ilisikika ikimwambia, Tunataka uje haraka, kesho asubuhi uwe tayari kusafiri. Joana alifurahi sana, akawaambia wazazi wake na familia yote ilishukuru Mungu kwa mwanga huu mpya. Kesho yake asubuhi ya mapema, Joana alijitayarisha. Alivaa nguo zake vizuri, akaweka mizigo yake ndogo na kuondoka kuelekea Seoul. Alipofika jijini, alipiga simu kwa mkubwa wake kumuuliza ofisi ilipo. Badala ya kuelekezwa, aliambiwa asimame pale alipo, kwani mtu atakuja kumchukua. Joana alingoja masaa mawili yakapita, jioni ikakaribia. Simu ikalia tena na mkubwa akamwambia, badala ya kuja ofisini leo, njoo nyumbani kwangu, kesho tutaanza kazi mapema. Joana akiwa hana mashaka, alikubali. Alifika nyumbani kwa huyo mkubwa. Alipokaribishwa ndani, aliona wafanyakazi wawili waliomkaribisha kwa tabasamu bandia. Aliambiwa akae na akaletewa glasi ya juisi. Alipokuwa anakunywa, alianza kuhisi kizunguzungu. Kichwa kilianza kuzunguka, macho yakawa mazito, na kabla hajajua kinachoendelea akasinzia kitini. Wafanyakazi walikimbia kwa haraka, wakambeba na kumpeleka kwenye chumba cha siri. Ndani ya chumba hicho kulikuwa na friji kubwa, mashine za kufulia na nguo nyingi zilizoning'inia. Katika kona ya giza alisimama mama mzee aitwaye Zita. Mwanamke huyu hakuwa wa kawaida. Alikuwa mchawi mwenye nguvu za ajabu ambaye alikuwa akitafuta mwili mchanga wa kuutumia kwa shughuli zake za kichawi. Kwa kutumia uchawi wake, Zita alijaribu kuingia ndani ya mwili wa Joana. Baada ya muda mfupi, Joana aliamka akiwa hajielewi. Ndani yake kulikuwa na roho mbili, roho yake mwenyewe na roho ya Zita. Alipoamka, alijikuta yuko makaburini makubwa, akifua nguo nyingi huku jasho likimtiririka. Kila mara alipokuwa akipiga maji, paka mweusi mkubwa mwenye macho mekundu alionekana akitoa pesa nyingi kutoka mdomoni mwake. Wakati huo huo, nyumbani, mama yake Joana alikuwa na wasiwasi mkubwa. Alijaribu kupiga simu ya binti yake, lakini ilikuwa imezimwa. Usiku uliingia bila taarifa yoyote. Joana alikuwa akiumia makaburini, akifua bila kupumzika huku nguvu zikimwishia. Jioni ilipofika, Joana alijipata tena kwenye chumba cha siri akiwa amechoka sana. Roho ya Zita ilianza kutoka ndani yake polepole. Wafanyakazi walimletea nyama mbichi na nyasi wakamwambia ale. Kwa njaa kali na uchovu, Joana alikula. Zita alipomtazama Joana aliona kuwa bado alikuwa mdogo na mwenye nguvu. Akaamua kumpa kazi ya kutembea nyumba kwa nyumba kukusanya nguo chafu za watu azibebe makaburini ili azioshe. Ili kumsaidia Zita, alimnyoa Joana nywele zake zote na kumpa pete ya plastiki nyeusi. Pete hiyo ilikuwa na nguvu ya uchawi, ilimfanya mtu yeyote kumpa nguo bila kuuliza maswali. Kesho yake ya roho ya Zita iliingia tena mwilini mwa Joana. Akiwa amevalia nguo nyeusi safi na kichwa chake kikiwa kimekunyolewa, alitoka nje kwa kazi yake ya kwanza. Alienda nyumbani kwa tajiri mmoja na akajitambulisha kwamba yeye hufanya kazi ya kufua nguo kwa bei nafuu na huwarejeshea baada ya masaa machache. Tajiri huyo alikubali, akampa mzigo mkubwa wa nguo chafu. Joana alikimbia hadi makaburini. Alianza kuzifua kwa nguvu zote. Maji machafu yaliyotoka aliwagia makaburi na kwa kufanya hivyo, aliiba sehemu ya hatima ya yule tajiri. Paka mweusi yule yule alijitokeza tena akitoa pesa nyingi kutoka mdomoni mwake. Joana akahisi furaha ya ajabu akichanganyikiwa kati ya hofu na tamaa. Kwa pete ile ya uchawi, aliweza kukausha na kupiga pasi nguo haraka. Alizipanga vizuri na akazirudisha. Tajiri alifurahi sana akiona kama amepata mfanyakazi mwaminifu zaidi ya wote aliyowahi kuwa nao. Lakini upande mwingine, familia ya Joana ilianza kuzunguka kutoka kijiji hadi kijiji, wakiuliza kama kuna mtu aliyemwona binti yao. Wengine waliwadhihaki wakiwambia kuwa huenda binti yao alitoroka kutafuta maisha mazuri, wengine walionyesha huruma na kuahidi kusaidia. Lakini muda ulivyozidi kusonga, machungu ya wazazi wa Joana yalizidi kuwa makali zaidi. Hapo ndipo siri ya uchawi wa Zita ilipoanza kufunguka taratibu na maisha ya Joana yakazama kwenye dunia ambayo haijawahi kuiona, dunia ya mateso, tamaa na nguvu za giza. siku zilivyokuwa zikisonga, Joana alizidi kupata wateja wengi. Pete ya plastiki nyeusi aliyokuwa amepewa na Zita ilimfanya awe kama mvuto wa ajabu. Kila mtu aliyemwona alihisi kumpa nguo zake bila hofu. Wateja walizidi kila siku na pesa kutoka kwenye paka mweusi mwenye macho mekundu zilimfanya Joana azidi kuvutwa zaidi kwenye uchawi wa makaburi. Siku moja, Joana alipokuwa makaburini akifua nguo, simu yake ililia. Alipokea simu kutoka kwa mteja mpya, msichana tajiri aitwaye Soma, ambaye alikuwa mfanyakazi wa serikali kule Seoul. Kwa haraka, Joana alikusanya nguo alizokuwa amefua, akaliweka pete lake la uchawi mfukoni na kukimbilia kwa Soma. Alipofika nyumbani kwa Soma, alipokewa kwa heshima. Soma alimpa nguo chafu zilizokuwa kwenye ndoo kubwa ya kufulia. Joana alipoinama kuchukua mzigo huo, pete lake likateleza na kuanguka chini bila yeye kuliona. Kwa haraka aliondoka kuelekea makaburini. Alipoanza kufua aligundua jambo la kushangaza paka mweusi hakuonekana na wala hapakuwa na pesa zinazoibuka Joana alishikwa na hofu alihisi kama nguvu zilikuwa zikimponyoka hakujua kwamba pete ile ndogo ndiyo iliyokuwa na siri ya uchawi wote upande wa pili Soma alipokuwa akipanga vitu vyake aliona pete nyeusi ndogo chini ya kiti aliinua akaitazama akastaajabu Ilionekana kama pete ya plastiki ya mtoto mdogo. Akiiona haina maana yoyote, aliitupa kwenye pipa la taka lililokuwa nje na muda mfupi baadaye gari la taka likaja na kuchukua mizigo yote ya taka. Joana akijua kuwa pete lake ndilo lilikuwa maisha yake, alirudi nyumbani kwa Soma bila hata kubisha. Alivunja ustaarabu na kuingia ndani moja kwa moja, macho yake yakichunguza kona zote. Soma akamwangalia kwa mshangao na kumuuliza, "Unatafuta nini?" Joana akajibu kwa sauti ya kukata tamaa, "Natafuta pete langu la plastiki, pete nyeusi, lilikuwa langu muhimu sana." Soma akishangaa zaidi, alimjibu eh, lile pete dogo nililiona, nilidhani ni la mtoto, nikalitupa. Gari la taka wameshachukua, nitakupa pesa ununue lingine. Lakini Joana alitetemeka kichwa na kumwambia hapana, lile pete si la kawaida, ni lazima nilipate. Soma akaanza kuona kuna siri kubwa. Kwa shinikizo la Joana, alimweleza kuwa gari la taka lilielekea nyuma ya shule moja iitwayo Popo. Joana alikimbia haraka sana, akitumaini kwamba bado hajachelewa, lakini alipofika pale, moyo wake ukapasuka. Moto mkubwa ulikuwa ukiwaka, taka zote zikiteketezwa na miongoni mwao, pete yake ikayeyuka na kugeuka majivu. Joana alipiga kelele za uchungu, akaanguka chini akilia. Giza lilianza kumsonga. Ghafla, roho ya Zita ikatoka mwilini mwake kwa nguvu kubwa na kurudi makaburini. Joana akabaki pale akiwa hoi bila kujua nini kimetokea. Baada ya masaa kadhaa aliamka. Alijikuta amezungukwa na watu waliokuwa wakijiuliza alikuwaje. Aliposimama taratibu, alihisi mwili wake ni dhaifu lakini akili yake ilikuwa safi tena. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi kuwa na nafsi yake pekee. Aliogopa. Akajiuliza maswali mengi, Kwa nini sina nywele? Kwa nini ninaonekana mchafu hivi? Akakimbia kuingia kwenye kona za giza ili ajifiche. Wakati huo Soma akiwa kwenye gari lake, alimwona Joana akikimbia kama mwenda wazimu. Alihisi huruma na pia hamu ya kujua ukweli. Akasimamisha gari na kumwita Joana. Baada ya kumbembeleza, Joana alipanda ndani. Soma akampeleka nyumbani kwake, akamlisha chakula na kumruhusu apumzike. Baada ya saa chache, Soma alimwita Joana chumbani mwake kwa sauti ya upole lakini yenye udhubutu alimwambia, nataka uniambie kila kitu. Wewe ni nani hasa na ni nini kinachokufanya uwe hivi? Joana machozi yakimtoka, alianza kusimulia. Akaeleza jinsi alivyotoka kwao, jinsi alivyopokea simu ya kazi ya kufua, jinsi alivyokaribishwa na wafanyakazi wa Zita, juisi aliyopewa, kupelekwa kwenye chumba cha siri, na jinsi Zita alivyomwingia kiuchawi akaeleza kuhusu makaburi, paka mweusi na pete ya plastiki nyeusi. Soma alisikiliza kwa makini, akishangaa na kuogopa kwa pamoja. Mwisho Soma akamuuliza basi, sasa unakumbuka nyumbani kwenu? Unakumbuka familia yako? Joana akasema kwa sauti dhaifu, ndiyo nakumbuka. Nimechoka na mateso ya mjini, nataka nirudi nyumbani niwaone wazazi wangu. Siku iliyofuata, Soma alimvalisha Joana nguo safi na nzuri. Ingawa kichwa chake kilikuwa kipara bado, alionekana mrembo. Walipofika nyumbani kwao kijijini, familia yake ilishangaa, hawakumtambua haraka kwa sababu alikuwa amekonda sana, macho yake yamezama na hana nywele. Lakini baada ya Soma kuwaeleza yote yaliyotokea, familia ikamlilia na kumbeba kwa furaha, wakimshukuru Mungu kwamba binti yao amerudi. Miezi ilipita Soma, akiguswa na moyo wa Joana, alimpa kazi kwenye kampuni yake. Joana alianza kupata mshahara mzuri na hatimaye akaanza kutimiza ndoto zake za zamani, kuisaidia familia yake kuinuka kutoka kwenye umasikini. Aliwalipia madeni, akaanza kujenga nyumba nzuri, na taratibu maisha yake yakaanza kurudi kwenye mstari. Lakini moyoni mwa Joana kumbukumbu za makaburi, paka mweusi na roho ya Zita hazikumwacha kamwe. Miezi ilipita, maisha ya Joana yakaanza kupata mwangaza mpya. Kila asubuhi alienda kazini kwenye kampuni ya Soma, akajifunza mengi na kupewa majukumu ya maana. Alipokuwa akitembea barabarani, watu walimtazama na kuona msichana jasiri, mwenye bidii na anayepigania familia yake. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kivuli kilichomsumbua kila usiku. Alipojilaza kitandani, macho yake yalipoanza kuzama usingizini, mara nyingi aliona picha za makaburi, maji machafu ya kufulia na paka mweusi akitoa pesa kutoka mdomoni. Mara nyingine alihisi kama sauti ya mzee ikimwita kwa mbali ikisema, Joana e, bado wewe ni wangu. Soma alipoanza kugundua kuwa rafiki yake ana ndoto za kutisha, alimshauri waendelee kuomba na kumtafuta mchungaji atakayemsaidia. Lakini usiku mmoja, hali ilibadilika ghafla. Joana alipokuwa amelala, upepo mkali ulivuma dirishani, giza lilienea chumbani mwake, na ghafla roho ya Zita ikajitokeza. Sauti ya kikongwe ikavuma ndani ya ukuta. Ulinipokonya mwili wangu uliniaibisha kwa kuacha pete yangu ichomwe, lakini sasa narudi na sitaruhusu uishi maisha yako ya furaha. Joana alishtuka akajaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka, mwili wake ukaanza kulegea kana kwamba nguvu zinaondoka. Macho yake akakutana na kivuli cha Zita, mwanamke mwenye nywele nyeusi ndefu, macho mekundu na ngozi iliyojaa mikunjo ya ajabu. Joana akalia kwa hofu, naomba uniachie, sitaki tena maisha yako ya giza, nimepata amani yangu, tafadhali. Lakini Zita akacheka kwa sauti nzito, huwezi kukimbia mwili wako, bado ni daraja langu na hautaepuka. Wakati huo mlango ukagongwa kwa nguvu. Ilikuwa ni Soma aliyekuwa akisikia makelele kutoka chumbani. Alipoingia, macho yake yaliona Joana akitetemeka kitandani, macho yakiwa meupe na kivuli cheusi kikizunguka mwili wake. Soma alikimbilia kitandani, akamshika mkono, akapiga kelele, "Joana, pigana, usimruhusu akunyakue tena!" Ghafla, chumba kikafunikwa na upepo mkali, vitu vikarushwa, taa ikazimika, na kilichosalia ni mvumo wa sauti ya Zita. Joana akafumba macho na kumkumbuka mama yake, baba yake na maisha aliyokuwa akiyapigania. Nguvu mpya ikamjia akasema kwa sauti yenye uthubutu, Zita, ulinidanganya na kunifanyisha kazi ya kishetani, lakini mimi si wako tena. Pete yako ilichomwa moto na mimi nimerudi kwa familia yangu. Wewe utakaa gizani, lakini mimi nitakaa kwenye nuru. Mara moja mwanga mkali ulijaa chumbani kana kwamba jua limechomoza katikati ya usiku. Zita akapiga kelele kubwa akiwaka kama moshi mweusi uliosambaa na kutoweka kwenye hewa. Ndipo Joana akaanguka kitandani akibubujikwa na machozi lakini kwa mara ya kwanza akihisi huru kabisa. Soma akamkumbatia na kumwambia, Sasa umeshinda rafiki yangu. Kivuli chake kimeisha. Wewe ni huru. Lakini Joana akajua ndani ya moyo wake kuwa majeraha ya nafsi yangelikaa. Alipanga kutumia maisha yake mapya kusaidia wasichana wengine wasiingie kwenye mitego ya tamaa na nguvu za giza. Baada ya tukio lile la usiku ambapo Joana alipambana uso kwa uso na kivuli cha Zita, Soma alielewa jambo moja kuwa nguvu za giza bado zilikuwa zikimzunguka rafiki yake. Ingawa Joana alionekana huru, nyakati fulani alipokuwa amekaa kimya, macho yake yalibadilika na sauti ya ajabu ilikuwa ikijaribu kuzungumza kutoka kinywani mwake. Soma alijua wazi suluhisho la kudumu lilihitajika. Siku iliyofuata, Soma alimshika mkono Joana na kumwambia, "Tunahitaji msaada wa kiroho. Hatutaweza kumaliza haya kwa nguvu zetu wenyewe." Joana alikubali, japo moyo wake ulijaa hofu. Walifunga safari hadi kanisa moja lililoko pembezoni mwa mji, mahali ambapo mchungaji aliyekuwa akijulikana kwa uwezo wa maombi na kufukuza mapepo aliishi. Walipofika, mchungaji aliwakaribisha kwa utulivu, lakini macho yake yalionekana kana kwamba tayari aliona kilichofichika. "E hey, binti yangu," mchungaji alimwambia Joana, ndani yako bado kuna kivuli cha mzee huyo anayeitwa Zita. Ili kupata uhuru wa kweli lazima tuguse mizizi ya uchawi uliokuingia. Joana alitetemeka lakini akakubali kuanza maombi. Ndani ya chumba cha maombi mishumaa michache iliwashwa. Joana alipiga magoti, mikono yake ikitetemeka. Mchungaji alianza kuomba kwa sauti thabiti, akitaja jina la Mungu aliye hai. Ghafla Joana alianza kupiga kelele zisizo za kawaida. Sauti nzito ya kikongwe ikatoka mdomoni mwake ikisema, "Ee huyu msichana ni wangu. Nimeishi ndani yake. Siwezi kutoka." Lakini mchungaji hakusita. Aliweka mkono wake juu ya kichwa cha Joana na kupaza sauti, "Kwa jina la Yesu Kristo, roho ya giza toka mara moja na usirudi tena." Chumba kilitetemeka. Joana alianguka chini, akipiga makelele makali. Wengine waliokuwa wamekusanyika walianza kuomba kwa nguvu. Ghafla upepo mkali ulivuma ndani ya chumba hicho bila dirisha kufunguliwa. Wote walihisi kama kivuli kizito kinatoka ndani ya Joana. Kwa mara ya mwisho, roho ya Zita ikapiga kelele, nitakungoja kwenye makaburi, na mara moja ikatoka kama moshi mweusi uliopotelea gizani. Joana akaanguka chini kimya, mwili wake ukiwa mzito, lakini roho yake ikiwa huru kabisa. Baada ya dakika chache, macho yake yakafunguka kwa mara ya kwanza tangu alipokaribiana na uchawi wa Zita. Macho yake yalikuwa safi, yakimetameta kwa mwanga wa kweli. Alilia akamshika mkono Soma na kumwambia, nimehisi mzigo mzito umetoka, niko huru. Kanisa lote lilimshangilia wakimkumbatia na kumtia moyo. Mchungaji alimwambia, kuanzia sasa epuka njia za giza mtafute Mungu na maisha yako yatakuwa ushuhuda kwa wengine. Joana akarudi nyumbani akiwa amejawa na amani mpya. Nywele zake zikaanza kukua tena, afya yake ikarudi, na uso wake ukaangaza kwa furaha ya kweli. Soma aliendelea kumsaidia, akampa nafasi kubwa zaidi katika kampuni yake na kweli ndoto aliyokuwa nayo tangu utotoni ilitimia. Aliwasaidia wazazi wake kutoka katika umasikini, akawajengea nyumba nzuri na akawa mfano wa msichana ambaye alitoka gizani na kuingia kwenye mwanga. Hapo ndipo hadithi ya Joana ilipofikia kikomo, si hadithi tu ya mateso, bali ni ushindi wa nuru juu ya giza na ushuhuda kwamba nguvu za pepo haziwezi kushinda pale mwanga wa Mungu unapong'aa.